anze kuzitazama taarifa tulizokuandalia usiku wa leo. Tuanze na taarifa kutoka makao makuu ya klabu ya soka ya wananchi Yanga, ikiwa ni siku kumi kabla ya tarehe iliyotangazwa na bodi ya ligi kuu kufanyika kwa mchezo wa ligi kuu dabi ya Kariakoo kati ya wenyeji timu ya soka ya wananchi Yanga dhidi ya watani zao simba Sports Club, wazee wa klabu ya Yanga na viongozi wa matawi wa mkoa wa Dar es Salaam wamewataka mashabiki wa klabu hiyo kutofika jijini Dar es Salaam ili kuepuka gharama wanazoweza kuingia, kwani kwa upande wao siku hiyo mchezo haupo. Wazee hao wamesema wao kama klabu bado msimamo wao uko pale pale, huku wakiwataka wananchi kujikita kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa nchi unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba. Wamesema wamewatahadharisha viongozi wao juu ya kiongozi yoyote wa ngazi ya juu atakayejaribu kupeleka timu uwanjani Juni 15. Wazee hao na machi wanachama wa Yanga wataanza na yeye. Wamesema wapo tayari kucheza mchezo wa dabi dhidi ya Simba kama tu watapewa sababu za msingi kwa nini dabi ya Machi nane haikuchezwa, lakini pia wamesisitiza kuwa hawana imani na bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Wazee hao wamewazungumza hayo kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika makao makuu ya klabu hiyo iliyopo mitaa ya Twiga na Jangwani. Wenzetu Jacob Kapaya alituwakilisha kwenye press conference hiyo ya wazee wa Yanga ambayo iliambatana na kikao cha ndani kilichotoka na maazimio hayo. <coughs> ilikuwa <coughs> ni majira ya saa tano asubuhi maeneo ya Jangwani zilipo ofisi za klabu ya Yanga ambapo baadhi ya viongozi wa matawi ya wanachama jijini Dar es Salaam ikiwemo na baadhi ya wazee wa klabu ya Yanga kupitia kwa Mzee Omari Mgonja pamoja na Mzee Msumi wametuma ujumbe kwa viongozi wa klabu ya Yanga ikiwemo viongozi wa bodi ya ligi. Tumemwambia mtendaji kuwa klabu awaambie maafisa wake asije akafanya mtu kikao chochote kinachohusu mechi ya, na viongozi wa kamati ya mtendaji walilianzisha, tukaliunga mkono sisi atakaefumutu kupeleka mechi kwa timu yetu tarehe kumi na tano uwanjani, mlango uko wazi, hatutn hatutanie, hatufanya maigizo, tuko tayari kwa adhabu yoyote watakaona inafaa kwetu. Kwa kiongozi anayeona kwamba tarehe kumi na tano peleke mechi, tunawaambia kuanzia jinia mpaka wa mwisho, mlango uko wazi, hatuacheka

Yanga wapo tayari kucheza mchezo wa Juni kumi na tano endapo bodi ya ligi watatoa ripoti ya uchunguzi. Kauli hiyo imezungumzwa na afisa habari wa klabu ya Yanga ambaye ni Alikamwe, huku akitoa ufafanuzi juu ya kwa nini hawauzi tiketi kwa sasa. Majibu ya hoja za msingi za klabu ya Yanga ambazo uongozi wetu tendaji na wanachama, hayo maswali wanajiuliza, yakipatiwa majibu yakipatiwa majibu, roma inapigwa asubuhi mchana kweupe, kupata majibu mazuri. Hivi sasa wadau wa mpira, mashabiki, wanachama wetu, ambao sasa hivi nasikia shinikizo kwa uongozi kama watendaji k mechi ya kuchezwa kwa sababu hizi kwa alikuwa na tishio la tishira, usalama ripoti maafisa wa usalama, jeshi la polisi iocheake alikopa na viashiria na nasema sasa, hawezi kuweka tiketi kwenye mfumo kama Yanga wakijisema, cfu hawezi kutangaza vituo vya kuuzia tiketi kama Yanga wakijisema, vituo hivi. Hiyo ni kwa mujibu wa kanuni, sio kwa mujibu wa mimi au mimi, ni kwa mujibu wa kanuni akaaminisha watu kwamba kuna namna nyingine ya kuingia uwanjani bila timu kusema, kwa sisi tuna mamlaka audishwa. Kwa hiyo sisi tunaamua sasa, bwana wewe, utuuzia tiketi na zitakuwa hizi na vituo hivi vya velekezi. Kwa hiyo kwa msimamo ambao uko na taratibu mtaratibu ambao tuko nao hapa, kutoka kutokaaashindani, maana yake hiyo mechi haipo. Kama haipo, maana hakuna mahala tiketi za Zakaria Kariakoo bad zikauzwa zoazia haijakubaliana kuztke. Hakuna mahala hawa, hakuna jinsi. Ai, mtu anauza, mwingine akauza tiket hoi, mtu mwingine akasimama akasema naza tiketi zinapatikana Kariakoo, enizani tike tinapatikana asibuhi yombo, wabuza kaulele nii kuchukua sauti yao kwa sababu kanuni inaatilinda naomba nikukumbushe kauli ya asabari wa bodi ya ligi ambayo ni Karim Imanda ambayo amezungumza siku chache zilizopita, ili shabiki aaminishwa na bodi ya ligi kwamba mchezo upo mm. ni bodi ya ligi kutangaza tarehe ya mchezo kitu ambacho bodi wameshakifanya. Yani, kitendo cha bodi kutangaza kwamba huo mchezo utafanyika Juni 15 mm. Ndio taarifa ya uhakika kwa sababu bodi ndio anayesimamia na kuendesha ligi. Hakuna kitu kingine chochote cha ku cha ku kinachoweza kuwa kikubwa zaidi ya bodi kutangaza tarehe ya mchezo. Yes, unaambiwa siku zote mchuzi wa supu unanywewa ukiwa wa moto. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Spiderman Jacob Kapaya wa Sports Extra ya Clouds FM. Tunashukuru kwa taarifa hiyo kutoka makao makuu ya klabu ya soka Yanga, ya wananchi Yanga Jangwani, Dar es Salaam. Mwenzetu Jacob Kapaya akiripoti kilichojiri kwenye mkutano wa wazee wa klabu ya Yanga na viongozi wa matawi wa mkoa kuhusu hatima ya kuelekea mchezo wa watani wa jadi Simba dhidi ya Yanga. Alikamwe ameongezea hapo master, kwenye hoja za wazee hawajakataa kucheza mchezo, bali wanataka taarifa rasmi ya nini kilipelekea tokuchezwa kwa mchezo mchezotereh. Baada ya kupata majibu hayo, wakotayari kuingiza timu uwanjani, lakini wazee eh, na awajazungumza hivmezzya. Wazee inazungumza kwamba wachezi waaaoji viongozi wao kwa nini wapeleka timu uwanjani na wataanza na uwanjani. Kwa hiyo kuna kauli kinzani baina ya Alikamwe pamoja na wazee. Sasa kwa mtu ambaye anasikiliza hivi sasa ni kwamba aondoke na taarifa ipi ya wazee ama ya Ali Kamwe? Hofu yako ni nini? Mkinzano kwamba wazee mm. wamezungumza, na watamshangaa kiongozi ambaye anapeleka timu Juni 15. Sawa, yeye anasema anataka taarifa ndio rasmi ndio, lakini taarifa rasmi uh, kuanzia Jumatatu karibu Imanda ndio ambaye ni afisa habari ya ligi kazungumza kwa mapana kwamba mechi ipo na wao wamekuwa na mawasiliano pia na klabu ya Yanga. Sio lazima mawasiliano yote wayaweke hadharani, nikimnukuu moja ya wazee wakati nafuatilia mkutano huu mm. kupitia Kishamba Media YouTube mm. alisema ulikuwa live? Eh, nilikuwa mbashara. ah, okay. nikitazama mm. kama ambavyo watu hususia kuzika maiti ya ndugu zao mm. kabla ya kupata majibu nini kimewaua au nini kimemuua muhusika. Ndivyo hata yanga hawachezi kwa sababu hawajui kilichopelekea kuahirishwa kwa mchezo huo, kusioni ukinzani wa taarifa yali kamo Edgar na wazee kwa kwa hadharani, wakati kuna chane za mawasiliano zipo za kujua sababu hiyo na, na, na, ya na, mechi upelekwa pengine wanakuja uh, hadharani sababu Uh, bodi ya ligi kupitia barua yake ambayo iliandika uh, kutokana na kuwagairisha ule mchezo wa kwanza wa, wa, wa tarehe nane so, namba 184 walisema sababu kuu ya kugairisha kwa kwanza, mmoja waliweka wali pale vidokezo kwamba viashiria vya rushwa, viashiria vya uvunjifu vya vya wa amani so, alafu watafanya uchunguzi na baadaye watakuja na majibu ya uchunguzi. Nadhani bodi ya ligi bado hawajakuja uh, kueleza kwamba Uh, viashiria vya rushwa vipoje, uvunjifu wa amani na uchunguzi, ila wao walishido uh, tarehe nyingine ya, ya, ya mchezo kwa mba... kwenye public ya kwa Yanga, unajua za na, na, na ilo... No. Barua kwa kwa... Mm. Mm. Hawajarudi tena na Yanga wenyewe wanakana kwamba hawajapata dokezo lolote kutoka kwa bodi ya ligi kuhusiana na kwa nini na kilipelekea uh, wazi Uh, yote kwa yote tunazunguka ila, na agenda ni mbili, mchezo uchezwe, lakini wao wanasema hawachezi. uh, pengine tukijikite hapo katika kucheza ama kutocheza, na watu wengi tulitoa angalizo mapema kabisa kabla hazijafika hizi tarehe kwamba kulikuwa na umuhimu bodi ya ligi ama shirikisho la soka Tanzania, TFF kwa sababu ndio kukutana, uh, na vilabu vyote viwili Simba, Yanga Aa, kwa pamoja kwa tofauti tofauti, alafu wangekuja waka, waka, na hii fixture nyingine baada ya sawa, kukutana kuzungumza na kuwa na maelewano unajua, na kitendo cha bodi ya ligi kuandika na, mchezo utachezwa tarehe kumi na tano bila kufanya kon, konsern ya Yanga ambao muda mrefu 15 yes, amesema lakini amesema sio lazima kwa yanga wao kukutana kwa sasa hivi kwa sababu siku, bado zipo mm. hilo hilo la kwanza lakini lingine kwamba tuna, tuna rifaa michezo ya nyuma ama mm, wanapokutana Simba na Yanga kunakuwa hakuna kificho kuhusiana na maandalizi kuelekea huo mchezo mm, kila kitu maandalizi yamefikia hapa, tunakwenda hivi, lakini kwa sasa hivi haipo na Yanga wamesimama hapo. Unajua, kuna kitu kimoja, kauli ya wazee. Watu wengi wanabeza wana, wana, wana kauli ya wazee hii. Unafikiri wamekurupuka wao wenyewe? hii ni kauli ya klabu, kwa sababu hata press conference wamefanyia pale klabuni. Mm. Kama Yanga ya klabu, kwa maana gani? Kwa maana ya rais wa klabu na kamati kwa Aa, asu, kwa ya utendaji watumwa, jambo lingine, lakini kwa sababu sasa klabu wanaongozi gani wazee katika minajili ya mustakabali wa klabu means ya... kuruhusu press conference wazee hawa wafanyie pale maana yake wametumwa na mm. Rais wa klabu na kamati ya no, utendaji yes. Sio kutumwa mm. Yaani tunasema kwamba Yanga imeridhia walichosema, wamebariki eh. o, ko, ko, ni, yes, ni wamebariki mm. Kwa yeah, rais yeah, wa klabu yeah. Pamoja na kamati yake ya utendaji na ah. Lugha nyingine wamebariki yeah, wamebariki, kwa sababu msimamo wa, wa, wa rais wa klabu na kamati ya utendaji mm. ni kutocheza hii mechi msimamo ndio msimamo wao na walitoka public wanatikiza. Mimi sidhani kama, wa, wa mm, kama wamebariki, wamekuja kusigina taarifa yes, ya klabu yes, yeah, yeah, yeah, yeah. Yani yes. Hakuna alichozungumza leo kwenye barua ya yanga mwanzo hakikuwepo yeah, kwenye press kwa umma. Mimi ninachosema ni kitu kimoja kwamba eh, tayari kuna vitisho kama vipi, kwamba msipopeleka mkipeleka timu basi muone mlango wa kutokea. Kwa hiyo kuna vitisho, Yanga ni klabu ya wanachama na wale ndio wenye timu yao. Aha. Eh kwamba timu yetu haitakiwi kucheza Juni 15 atakayejaribu kwa kufanya press kwenye makao makuu ya klabu maana yake rais wa klabu na kamati utendaji wote lijambo wanalijua amelibariki. Kwa hiyo ni rasmi na msimamo wa klabu ya Yanga hawachezi kupitia rais wa klabu na kamati utendaji. Barua ya kamati utendaji ya Yanga wameshajulisha umma hilo, wanasakafia e, wanasakafia. hakuna kipe kilichozungumzwa leo. Kumbe kuna wengine walikuwa na hey, mashaka kwamba inawezekana ni msimamo tu waze, wa wazee kumbe, rais wa klabu pamoja na kamati ya utendaji wote katika hili jambo wako pamoja na wazee na wanachama wao e, okay. Mm, kuna, kuna jambo mimi analiangalia kwa jicho lingine, kwa sababu athari ya kutocheza u mpira uh, mi kucheza mechi kati ya Yanga na Simba mm, haitokuwa tu point 3 hizi zitakwenda kwa Simba, point 3 hizi zitabakia wapi? yaani mpaka kufikia mchezo uchezwe, kuna mambo mengi sana ambayo yanakuwa nje ya hayo. Kwa mfano kauli za kwamba huu mchezo usipigwe, promo, umeelewa? sababu mm, ukiangalia kwa mfano Azam wao wana haki miliki ya kurusha matangazo ya michezo yote ya ligi kuu, unaelewa? Mm, wameingia aa, na, na TFF. Kwa hiyo wao kama, kama, kama, kama, kama media lazima waanze kufanya maandalizi kuelekea huu mchezo, hilo la kwanza lakini uh, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna wadhamini wa ligi kuu, wadhamini wa ligi kuu ambao ni NBC, wao wananufaika kutokana na mchezo kuchezwa, kwamba wao kuna kitu fulani waliplan wali, wali katika msimu huu idadi ya michezo itakayochezwa ile visibility ya bidhaa ya, ya yao mm, lakini hapa kuna, kuna, kuna, kuna kitu watakikosa, lakini hata washikadao wengine, wafanyabiashara ambao wanakwenda kwa ajili ya, ya huu mchezo nao pia wanakosa ile fursa. Kwa hiyo mimi naangalia kama pana zaidi, ukiachana na hizi alama tatu ambazo pengine adato wagombania, lakini kuna vitu vingine nje ya hizi ya, ya alama tatu vinakwenda ku, kuingia hii hilo mmoja, lakini dola linakuwa kubwa pia. Aa, uh, katika ligi yetu ambayo wa pengine watu wengi wanatutolea macho kwa sasa, nchi nyingine kuangalia jinsi letu tulivyopiga hatua kuelekea katika aa, uh, yani mafanikio tunayopata na na ligi zile zinazochezwa. Ndio maana mm, utaona katika ligi ya orodha ya ligi bora barani Afrika na sisi tupo katika nafasi za juu kwa sababu ya ya kile ambacho kinaonekana kwa uh, kila siku michezo hii ya ligi mimi, <mimu> <mimu> kuuliza swali, ungekuwa kwenye nafasi ya Wallace Karia, ndio rais wa TFF anazungumzwa kwa mazuri mengi sana ambayo yako ni tangible naonekana mm -hmm. Lakini katika utawala wake pia kuna mengi ya ajabu yametokea ya, metokea, ya mara kwanza, unajua, watu kugombea mchezo sawa, sawa. Kauli ya wazee na namna ambavyo wote tumethibitisha mm -hmm. kwamba wazee wamepata baraka ya uongozi wa klabu ya Yanga Africans, wewe ungekuwa ndo Wallace Karia alafu na mtendaji wako si katibu mkuu na una sekretari yako mm -hmm. wewe ungefanya nini Master Tindo? Unajua. Uh, athari hizi zinatokea sasa hivi, hazikuanza jana hujuzi. Uko sahihi, na kuna vitu vidogo vidogo ambavyo vinatoka huko nyuma athari yake inakuja hii, kwa sababu Young Africa wao wana, tumeona misimu miwili iliyopita kama sio msimu uliopita, kulikuwa kuna maelewano kati ya Young Africa na shirikisho la soka TFF, mpaka wakaitwa na waziri mwenye dhamana kwenda kama kuwapatanisha, unakumbuka. Yanga versus TFF. Hakuna maelewano wakati Karia katika utawala wake anajidai kwamba Yanga wamecheza fainali na ubingwa kwa mara tatu. Halijawa tatizo. Halijawa tatizo hilo. Yanamaanisha. Ah, hiyo haiondoi wao kama wana maelewano au hawana maelewano. Kwa zote zile jitihada zao sio za TFF. Unaelewa? Ah ah, simaanishi hivyo kwa sababu unamaanisha nini? Ninachomaanisha ni kwamba kama kuna mafanikio, kama kuna kuna kuna matatizo kati yenu, hiyo ndio ifunike mafanikio yaliyopatikana. Mm. Edgar Bello, tunaishi vizuri lakini ndapo tokea kwa Rose mimi na wewe lazima Uh, hiyo haitoondoa sababu, tumeisha vizuri, lazima tuambizane, uko sahihi <tri> hiyo uh, kama TFF of course, uh, Karia katika utawala wake amefanya vizuri. Hiyo haimaanishi kwamba mambo mengine anapokwenda wrong ifunikwe na mazuri ya Karia Binadamu, hatuzungumze mazuri ya Kalia, tunazungumzia mechi inachezwa au leo, kimwambia mtu kwamba Bwana Kalia kafanya mazuri ni kweli, japo kwenye makaratasi hmm. lakini hmm. kinachozungumzwa kwa hivi sasa ni nini? Ni kauli kama hizi, mbona bwana ambao sio ya kwanza, alafu ili kutokea katika utawala wao sawa. Kwa hiyo uwache watu wasizungumze hili ambalo linaendelea. So, nikakuuliza yes, mm, kwa maana ya kwa haya yanaendelea, yeah. Mimi binafsi na appreciate mazuri yote aliyofanywa na Karia katika awamu yake. Sawa, wanatoka wazee na watu tunakubaliana kwamba ni msimamo wa rais wa klabu. Wewe Yanga, ungefanya nini? mimi mimi mechi ingechezwa singechezwa, ndo swali sasa. Utachezaje wa wakati Yanga ameshakataa kwa sababu mechi ni ya wawili kati ya Yanga na Simba, huyu mmoja amekataa. Yani sasa hivi na wewe mechi haipo. mechi haipo wewo, nakuchokoza. Yanga wenyewe wanathibitisha hivyo, ungeanzia wapi kulimaliza tatizo? mimi mimi binafsi Yanga Afrika walipeleka barua CAS Waliandika kwenda kwa malalamiko yao na kuomba kutana u mchezo baada ya kasi kurudisha kuambia mwanzie huko mm -hmm. Mimi naona ulikuwa mwanya mzuri kwa shirikisho la soka Tanzania TFF, ama bodi ya ligi kukutana na Yanga kuzungumza kwa sababu kama kuna makosa yamefanyika, aidha wamefanya Yanga wamefanya Simba wekunda mso Simba na bodi ya ligi pamoja na TFF sababu, TFF hapa, baada hapo, baada na tiba, kwa sababu baba wa soka hapa baada ya hapo baada ya kuja na kutoa hii ratiba kwa maelewano ya hivyo vilabu vyote, sio mbaya kwa sababu wakati mwingine wakubwa wanakosea. mm -hmm. Uchutama kwa mkubwa kama limekosea si dhambi, kwa sababu hili limetokea na kukosea. Sio lazima akosea la Rais Karia, pengine watendaji wake ndio wamekosea Um, sio wamekosea Yanga akakosea engineer hersi watendaji mm -hmm. wake ndio wamekosea ama Simba ureva. Ninachomaanisha kwamba kulikokuwa na meza mazungumzo, alafu mm -hmm. ya meza mazungumzo yale maadhimio ndio akuja kufanya kazi kwa kutoa hii fikcha, lakini kutoa fikcha bila mazungumzo yote, Yanga Afrika wanasimama kwamba TFF wamefanya ubabe. Mdau wa soka anaitwa Mudi Mzirai anasema, kaka bodi sio chombo cha kufanya uchunguzi na wala hawana mamlaka mm ya kuchunguza. Sawa. Zipo taasisi zingine ambazo ndio majukumu yao, so kuendelea kwa uchunguzi hakuzuii bodi kuendelea na majukumu yake ikiwa ni pamoja na kupanga ratiba za michezo husika. Mechi ipo kaka, ndio maana wazee, ukisikiliza maneno yao na nukuu, tunaomba serikali iingilie kati. Huyu ni Mudi Mzirai, mmoja kati wa wadau wa soka, anaamini kwamba mbungi ipo kama kawaida, Juni kumi na tano. Yes, hey, hey. Na ukiangalia zimebaki siku kumi kabla mechi kuchezwa, zimebaki hey, siku kumi ni tisa actually ukiweka na, na, na, na, na siku ya mchezo ndio inakuwa kumi. Sawa, kuna mtu mmoja anaitwa Emmanuel Mbaule kutoka so, Dodoma amenitumia, uh, hapa kutumia Instagram account kutu yangu ya Master Tindwa, anasema ishu ya Yanga karia akubali kujishusha kumalizana na Yanga italeta shida sana baadaye, kama tutaendelea kuvimbiana yeye anasema hivyo lakini, Edgar, ngoja nikwambie uh, kitu kimoja, kama mzazi baba mwenye nyumba watoto, Met... hei, mwenye watoto limetokea mm, hili ugomvi kati yako ama wa familia, wakati mwingine kutumia ubabe sana hai, hai, hai, haileti, haileti solution iliyo bora mm. Unajua watu wanaangalia mazingira ya mchezo uh, kugairisha ule wa tarehe nane, hiyo ndio inaleta shida mazingira ya ule mchezo kuahirishwa hmm, ndio inaleta shida. Kama kungekuwa na mazingira uh, ambayo yanakubalika ya, ya nadhani ulalamishi huu usingewepo ama baada ya pale ungekuwa na vikao Yanga Simba TFF nini tusingefika huku kale. Hakuna vikao, hakukuwa na vikao, vingekuwa wazi kwa sababu hii kutokana na hii kama hmm, TFF Yanga Simba wamekaa katika vikao, ingekuwa wazi

Eh, ndugu yangu anasema wazee wana evaluate ili jambo kama kisasi na sehemu ya wanavyochukulia usimba na uyanga, ila Ali Kamwe anajaribu kutaka majibu ya barua ya moja kwa moja ya bodi ya ligi. Ndugu yangu Cliff eh, accessories eh, yeye ametumia pia message miongoni mwa wadau ambao tuko nao pamoja, master ajua mm, wadau wako wengi sana, yeah, kuhusu lisakata na hasa wazee Eh, wazee wa Simba, kama nakumbuka, yeah, yeah, wa, na mechi Juni 15. Watu wafike sangati, wacha, hapana, mechi hakuna, hakuna kwa kwa bodele. Haya ya mazungumzo ya wazee na hey. Tangu msimamo wa wazee msimama Aa, mimi naamini kuna vitu vilivyotokea lazima watu wawili wakubaliane. Wazee wa Yanga, ng'ombe kumnywesha wa ah, maji ya umesikia? Meza mazungumzo tu ndio unaweza kurudisha hili. Meza ipi ya mazungumzo wao? Bodi ligi ametangaza mchezo Juni 15. Unajua hapa tunaenda metro ndio nyuma sasa. Bodi wenye mamlaka e, wanasema mechi Juni 15, waibuka. Wazee wanatambulika wapi katika <laughs> eh, mamlaka ya mpira miguu hasa bodi ya ligi ah? Wao watambulika, Edgar wazee ni muendelezo ah taarifa wana... ya Yanga kwa umma tumeeleza hapa kwamba wazee wanachama na wamiliki halali wa klabu ya Yanga, ambao ni wanachama, twende katika dddurii kwenye mahudhurio. Wazee wanatambulika vipi katika bodi ya ligi? Ediga, kitu kimoja kwamba Yanga Africa wametoa msimamo wa klabu huu, pia kupitia kamati tendaji kikao cha kamati ya waandaji wamekuja na maazimio, azimio yao kutocheza na kutotambua mchezo huu wa tarehe 15. Sawa na hio vingine vyote vinavyokuja ni maneno tu, ambayo yanga wanasimama katika pale. Kama kungeona mabadiliko, Yanga Afrika wangetoa taarifa kwa mm. Kutokana na hili, tumeamua na wana utaratibu wao wa kuwasiliana na, na, na, lakini ukiona mpaka leo Simba kabla mm. bado hajatoa taarifa yoyote. Tunasimama na hilo, yanga wao wamesema hawachezi na na, hii inakwenda, of course, hii inakwenda inakwenda viral sana kwa sababu kwa mara ya kwanza ilikuwa kama masihara, lakini sasa kuna viashiria vyote ya kwamba uh, mchezo huu usiwepo kwa sababu uh, kama tunaambiwa uh, two weeks before unabidi kuwa na kikao uh, cha Yanga ya, ambao ni wenyeji, kamati ya ulinzi na usalama Simba kuelekea mchezo wenyewe mm, lakini leo 10 days before hakuna kikao kama hicho, lakini pia viingilio vya mchezo vinapangwa klabu ikishirikiana na bodi ya ligi. So mmemsikia Alikama, hakuna kitu chochote cha kwenda kuuza ya kile tangazo, na hata hao n card ambao wanasimamia mauzo ya tiketi wanasema hawawezi kuuza bila Oh, oh, yes. Sababu zao, sababu kubwa ni sababu ya usalama, oh. <laughs>